Waziri wa mambo ya nje nchini Tanzania mamdu thabiti Kombo amezungumza kwa mara ya kwanza, ikiwa ni siku chache tangu ambapo bunge la Ulaya liliketi na kujadili hali ya kisiasa, haki za binadamu pamoja na kushikiliwa kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Dema, ndugu tundulisu anayekabiliwa na kesi ya waini. Ifahamike kwamba mjadala ambao ulifanyika siku tatu zilizopita kwa mara ya kwanza, bunge la Ulaya lilijadili kwa kina kuhusiana na uhusiano baina ya serikali ya Tanzania pamoja na umoja huo, huku baadhi ya wabunge wakitaka mahusiano baina ya umoja wa Ulaya pamoja na serikali ya Tanzania uweze kuchunguzwa mara moja, kufuatia madai mbalimbali ikiwemo madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji wa viongozi wa vyama vya kisiasa, utekaji pamoja na ukosefu wa demokrasia nchini Tanzania. Hata hivyo, siku iliyofuata bunge hilo liliketi na kupeleka mapendekezo tisa huku mapendekezo hayo ikiwemo hatua kadhaa kuchukuliwa dhidi ya serikali ya Tanzania. Kwanza, uchaguzi uweze kurudiwa. Pili, tume huru ya uchunguzi uweze kufanyika dhidi ya matukio yaliyofanyika Oktoba 29, ikiwemo vifo vya Watanzania na waandamanaji. Tatu, usitishwaji wa misaada dhidi ya serikali ya Tanzania, kufuatia umoja wa Ulaya kuwa nguzo kubwa ya usaidizi wa misaada pamoja na mikopo mbalimbali mbali kwa serikali ya Tanzania ambayo mikopo hiyo imekuwa ikitumika kwenye masuala ya haki za binadamu pamoja na miradi mbalimbali mbali ya kimkakati katika serikali ya Tanzania. Siku ya jana bunge hilo lilipiga kura zaidi ya kura 1539, zilifanya uamuzi wa bunge hilo la Umoja wa Ulaya kusitisha moja kwa moja misaada pamoja na mikopo dhidi ya serikali ya Tanzania kwa kipindi cha mwaka 2025. Ifahamike ya kwamba Tanzania imekuwa ikipokea fedha nyingi ambapo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi mwaka elfu mbili na ishirini na saba serikali ya Tanzania ilipaswa kupokea zaidi ya euro bilioni moja pointi tano sawa na takribani fedha za kitanzania tilioni nne. Hata hivyo waziri wa mambo ya nje nchini Tanzania Mamudu Thabiti Kombo amezungumzia kuhusiana na kazi hiyo huku kwa akisema kwamba Tanzania haitakabiliwa na mgogoro wowote, akisema kuwa kuna vyanzo vingine vya mapato ambavyo serikali itavitumia dhidi ya kikwazo hicho cha umoja wa Ulaya. Amesema Watanzania hawatalala na njaa kwa sababu ya hili. Linganisheni mgao umoja wa Ulaya na bajeti yetu ya kila mwaka, muone unachukua asilimia ngapi.